Karibu sana katika sehemu ya tatu ya uandishi wa ripoti, mwili au ripoti yenyewe. Tulianza na moja, anwani; pili, utangulizi. Sasa tuko sehemu ya tatu ya mwili au ripoti yenyewe. Hii ni sehemu kuu na utegemea kiini au mada. Sehemu hii inaweza kuwa na vichwa vidogo vidogo. Ni muhimu sana sehemu hii iwe na mtiririko mtiririko mzuri wa mawazo. Kwa mfano, unaweza uh, ukaandika matokeo katika uh, ripoti yako, kisha uandike ujumbe kidogo kama <coughs> baada ya kufanya uchunguzi kuhusu kuzorota kwa uchumi nchini Kenya, sababu zifuatazo zilidhihirika. Moja, ni siasa mbaya. Baadhi ya wanasiasa ni chanzo cha vita na ukabila. Hili limechangia vijana wengi kupoteza maisha, ambao walikuwa tegemeo kwa wazazi wao. Vile vile, ukosefu wa amani kwa sababu ya siasa mbaya kumechangia kufungwa kwa baadhi ya makampuni nchini. Hivyo basi, wananchi wengi hawana ajira. Hili limechangia kuzorota kwa uchumi kwa asilimia kubwa zaidi, kulingana na maoni ya wananchi tuliowahoji. Aha, unapoandika uandishi wowote na labda umekosea ni vyema unapiga kistari kimoja tu, ili kazi yako iwe safi. Kwa mfano uh, walihojiwa ni nimepiga mstari nikaandika tuliowahoji. Mfano wa mada nyingine ndogo ni kusimamishwa kwa ujenzi wa miundo msingi. Mada ndogo unafaa kuandika katika kistari kimoja kisha uandike maelezo hapo chini. Kwa mfano, uh, mada ndogo ya kwanza ilikuwa siasa mbaya hapo. Uh, kwa kusimamishwa kwa ujenzi wa miundo msingi, wananchi wengi hawana ajira. Baada ya ujenzi wa miundo msingi kama barabara, madaraja na madaraja kusimamishwa, wananchi wengi wamekosa ajira au riziki mbadala na kuchangia uchumi kuzorota au kudidimia. Mada nyingine ndogo ni wizi wa rasilimali za umma ama ukipenda uh, public resources. Baadhi ya wanasiasa na wafanyikazi wa serikali wamehusika katika wizi wa rasilimali, mfano baadhi ya wanasiasa wameshtakiwa kwa sababu ya matumizi mabaya ya pesa za umma. Na kisha kuna utabia nchi ama ukipenda uh, climate change. Baadhi ya wananchi waliohusika katika uchunguzi walisema mwaka huu kumekuwa na ukosefu wa mvua kutosha. Hili limechangia baadhi ya mimea kutokuwa kunyauka na mavuno yenye asilimia ndogo. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like, subscribe and follow at my YouTube, TikTok and Facebook channel at Mwalimu Linda. Kari...